Kwamba wajibu wetu sisi kama viongozi wa dini ni kuhakikisha katika jamii ile tunayoongoza rushwa inaisha kabisa au inapungua kwa kiasi kikubwa, hasa katika swala zima la uchaguzi mkuu huu tunaokuja wa 2025. Ndio lengo la hawa viongozi wa TAKUKURU wilaya Ngara kutuita sisi kama viongozi wa dini na waandishi wa habari kwa lengo la kututia nguvu na kutupa elimu kwa ajili ya kusimama vizuri katika uchaguzi huu ili vitendo vya rushwa visiweze kuwepo. Jukumu letu ni lile lile ambalo tumekusudiwa na waendesha semina ya kwamba twende kuelimisha jamii katika misikiti yetu, kwenye mataasisi yetu kwa lengo la kuhakikisha inaelewa umuhimu wa kuchagua viongozi ambao hawajishughulishi na rushwa, kwa kuwa kiongozi akiwa anatoa rushwa lazima sisi wananchi tutakwenda kugharamikia hiyo rushwa. Sasa tuki, tukizuia hiyo rushwa tutapata viongozi wazuri ambao wataweza kututumikia vizuri, na ndo kazi tunaenda kuelimisha watu kwamba wajiepushe sana na rushwa. Tunashukuru kwa elimu ambayo tumeipata na kuona kwamba tafsiri mbalimbali za rushwa kwamba rushwa sio tu kwa yule ambaye anatoa au kupokea rushwa, lakini rushwa pia hata kwa yule ambaye amefanya njama za kuweza kutolewa hiyo rushwa pia naye anatafsiriwa kama ni mtoaji wa rushwa. Kwa hiyo hii elimu ambayo tumeipata sisi kama viongozi wa dini, tutakuwa tukihubiri katika makanisa, tutakuwa tukihubiri tunapokuwa katika mikutano yetu, ili waumini wetu waache hizi tabia za rushwa. Lakini pia ni wajibu wa kila mmoja kutoa taarifa ambapo atakapoona jambo lolote ambalo linatafsiriwa kama rushwa basi ni jukumu lake kutoa taarifa katika taasisi husika ili hilo swala liweze kufanyiwa kazi kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nafasi yenu, wananchi au viongozi wa dini na waandishi wa habari. Nini ni jukumu lenu katika mapambano dhidi ya rushwa? Tumekaa pale katika warsha, tumewekeana maazimio, tumewekeana malengo, tumewaomba muweze kutufikishia ujumbe kwa wananchi kwa viongozi wa dini, waamini na waumini ambao mnaongoza mwafikie mwafikishie ujumbe kuhusiana na madhara juu ya vitendo vya rushwa, hasa tunapofikia wakati huu wa uchaguzi mkuu. Wawafahamishi au mwafahamishe wananchi kwamba rushwa ina madhara, madhara. Pamoja na hayo madhara yake makuu ni pamoja na kupata viongozi ambao watajineemesha wao, kwa sababu kumbuka, utasema ni wakati wa mavuno lakini mavuno unavuna kutoka wapi? Yule mtu atatumia fedha zake kupatia wewe, lakini kumbuka, baada ya miaka mitano hautamwona hapo. Atakuwa anafanya mchakato wa kurejesha fedha zake alizokupa wewe, hizo elfu tano tano elfu kumi kumi. Kwa hiyo, tutakosa haki ya kumpata kiongozi ambaye ana nia ya dhati ya kuongoza wananchi. Kwetu sisi, waandishi wa habari, tutumia kalamu zetu vizuri, kwa namna ya kuwaelimisha au kuwahakikishia wananchi ujumbe kwa kupitia kalamu zetu.